Nawasalimu ndugu zangu kwa salamu za upendo, salamu za amani, salamu za kitajiri, salamu za Pi, popote pale mlipo. Nianze na ndugu zangu wapendwa wa Tanzania wenzangu katika jiji la Dar es Salaam na miji mbalimbali mbali ya nchi yetu ya Tanzania na kisha kwa ndugu zangu kutoka Zambia hasa katika maeneo ya Lusaka wanaoisikia lugha hii adhimu ya Kiswahili. Nimepata habari ndugu zangu, jinsi ambavyo mnafurahia audio zangu na kwa kweli mmeona kama ni sehemu muhimu sana ya mafundisho katika mradi wenu huu wa pai. Kisha kwa ajili ya rafiki zangu wapendwa, ndugu zangu ninaowapenda sana wa kutoka Kinshasa, Lubumbashi na miji mbalimbali ya kutoka DRC Congo, ninyi, nimepata habari namna ambavyo hata mmetengeneza magrupu ya kujadili audio zangu na kuuliza maswali na kunisukumizia maswali yenu kupitia kwa leaders wenu na mimi nikijibu wanayasukumiza kwa magrupe yenu. Mwenyezi Mungu awabariki sana Ak, kwa kweli ninafurahia sana upendo wenu na ushirika wenu na connection hii ambayo tumeitengeneza. Nawabarikini rafiki zangu na, na tuendelee hivyo, hatimaye tuyafurahie matunda ya utajiri wa pai pamoja. Mimi ni ndugu yenu, rafiki yenu payonia mwenzenu leo ni tarehe kumi na nne ya mwezi wa nne e, mwezi wa nne wa elfu mbili na ishirini na tano. Ningependa kutumia muda mchache leo kujadili baadhi ya mada kama tatu hivi e, na nyingi ya hizi tatu zinatokana na baadhi ya maswali ambayo nimekuwa nikiyapokea yako maswali ambayo tayari niliwahi kuyajibu huko nyuma, lakini naona si vibaya kurudia kufafanua zaidi, kwa sababu ikiwa maswali yanaendelea kujirudia hata kama nilishatoa ufafanuzi e, bila shaka kuna umuhimu wa kuendelea kurudia kufafanua. Na pia nimegundua kwamba mengi ya maswali haya yameulizwa na rafiki zangu kutoka Congo DRC kwa hiyo haitakuwa vibaya na by the way, marafiki zangu wa DRC, nimefurahia hicho nilichokisikia kwamba mnaipenda sana mswahili ya Tanzania, na mnaielewa hii swahili ya Tanzania. I hope sita sitawaacha nyuma wakati nitakapokuwa nikifafanua. Kwa hiyo basi, baadhi ya maswali ambayo nimekuwa nikiyaona yakijirudia sana, na ninafurahia kwamba viongozi wenzangu wamekuwa kijitahidi kuyafafanua Eh, lakini hatutachoka kuendelea kuyafafanua ni pamoja na haya yafuatayo. Eh, hiyo open mainnet itakuwa lini? Open mainnet itakuwa lini? Hili swali nimeshalijibu wakati fulani, nikalielezea kwa kutumia uh, mambo kadhaa ambayo yanafunua siri au yanaonyesha kwa mtu anayefuatilia, anaweza tu kujua open mainnet inaweza kufanyika wakati gani lakini pia kuna watu wamekuwa bado wana mashaka, wanachanganyikiwa, wanavurugwa, wanajiuliza maswali mengi na wanakuja kuchanganya wengine kwenye magrupe. Sasa kwamba wengine wanasema hakuna cha open mainnet. Eh, wanasema open mainnet ilishatokea na ninyi mnaoamini kwamba kuna, kuna, kuna kusubiri open mainnet, mtasubiri sana <laughs> na kwa kweli wanawachanganya watu kwa, ku, kwa kusema, kwa kusema namna hiyo. And then kuna wale wanaouliza kuhusu GCV. Hivi GCV ipo kweli? GCV ya dola laki tatu kumi na nne elfu mia moja hamsini na tisa ipo kweli? Na wengine wanaenda mbali na kusema haipo, na kama itakuwepo basi mtaisubiri sana miaka mingi ijayo. Hawa wanajenga hoja kwa kusema hii market price, hii bei iliyoko sokoni sasa hivi ya pai mpaka ipande eh, kutoka kwenye senti sabini na kitu, labda senti sabini, senti sabini na tano, ifike dola moja, ifike dola tano, ifike dola mia moja, mpaka ifike dola, wanasema hata ikifika dola mia tatu kumi na nne eh, ni muujiza, wanasema expect that in years. Ta, tarajieni hilo kwa miaka sio rahisi ifike dola laki tatu e, wanawakatisha watu tamaa mm? <laughs> alafu sasa kuna hao wanaokatisha wengine tamaa kabisa na kusema usinunue pai za kwenye exchanges kwa sababu sio halisi ni fake. E, hizo, hizo pai za kwenye exchange platform ni fake. wengine wanaenda mbali zaidi na kusema tumekatazwa kununua hizo pai na Pi Coin tena tumekatazwa kwenye kile kipengele namba sita cha Mainnet checklist mm. Wanasistiza kabisa kwamba e, tulishakatazwa e, na ole wenu mtakaonunua hizo pai za kwenye exchange platform mtakutwa na kufuli, vilio vinakuja e, vilio vinakuja. Sasa watu wamejikuta wanachanganyikiwa, wanavurugwa na wanauliza maswali haya, maswali yanajirudia kila siku kwenye group. Halafu haya e, maswali ukiyasikiliza vizuri, yana mwelekeo wa kufanya watu wawe aido, wakunje mikono, wasubirie tu Pi Core Team walete some magic, walete kama miujiza fulani hivi, wafungue source code, alafu tuingie moja kwa moja kwenye, kwenye open kwa wale wanaoamini kuna Open Mainnet, basi wanasema hiyo ni kazi ya Pi Core Team, sisi hatuna chochote cha kufanya. Hayo ni maswali ambayo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara. Ningependa nijikite ni katika kujadili hayo maeneo. Uh, labda kwa kiasi fulani naweza kuongeza kitu kipya katika ufahamu wako au naweza kufanya kile ambacho tayari kilishakuwepo kuwepo kwenye ufahamu wako nikakipanua zaidi, na twende pamoja katika mjadala. Pengine pia nitagusia nitagusia baadhi ya takwimu tulizonazo za pai mpaka sasa, nizitumie hizo kujenga hoja. Alafu eh, mada ya tatu au sehemu ya tatu nitarudia kukukumbusha yale majukumu tunayotakiwa kushughulika nayo na sisi kama pioneers, katika kushirikiana na Pi Core Team kuharakisha Open Mainnet. Hebu twende pamoja katika, eh, katika huu mjadala. Ningeomba uniruhusu eh, uniruhusu ndugu yangu nifanye tena rejea ya maandiko matakatifu leo. Niruhusu tu nisome maandiko kutoka kwenye kitabu cha Biblia, na ni kwa sababu eh, hicho ndicho ninachokifahamu, mm-hmm. nitasoma kitabu cha eh, maandiko kutoka kwenye kitabu cha Matayo, injili ya Matayo sura ya tatu, mstari wa kumi na tatu, kumi na nne na kumi na tano imeandikwa hivi Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordan kwa Yohana ili abatizwe, lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, na wewe waja kwangu Yesu akajibu akamwambia, "Kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote." Basi akamkubalia. Narudia hiyo aya ya kumi na tano. Yesu akajibu akamwambia, "Kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote." Basi akamkubalia. Hii stori au hii habari inaonyesha wakati ambapo Yesu Kristo alishakuwa sasa akafikia umri fulani wa kuelekea utu uzima na akawa amemfuata Yohana Mbatizaji. Wakati huo mwinjilisti Yohana Mbatizaji alikuwa kwenye mto Yordan akibatiza kwenye mto Wayahudi walikuwa wanamwendea huko kwenye mto wa Yordan, anawabatiza naye. Yesu akaenda eh, kama sehemu ya Wayahudi wengi ambao walikuwa wakienda huko kwa Yohana Mbatizaji ili awabatize. Sasa, kwa kuwa Yohana alikuwa amepewa ishara, atakayemwona akiwa na ile ishara atamgundua kwamba yule ndo alikuwa Yesu Masihi, alipomwona akajua Huyu ndio Yesu kwao, akamwambia mimi sistahili kukubatiza, mimi nastahili wewe ndio unibatize. Sasa Yesu akaongea kauli ambayo ndio nataka tuirejelee leo, akasema hivi, kubali kunibatiza, kubali just agree. Kubali tu kunibatiza. Na akasema sababu, akasema kwa sababu hivi ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. <laughs> and then akamkubalia. Hili andiko linatufundisha kitu kikubwa sana ambacho nataka nikitumie kwenye mradi wetu wa Pai. Wakati huo Yohana alikuwa akiwabatiza Wayahudi kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Yaani walikuwa wanaenda kutubu dhambi zao, wanabatizwa kama ishara kwamba wamesamehewa zile dhambi walizokuwa nazo. Sasa huyu Yesu hakuwa na dhambi, hakuwa na dhambi ambazo alikuwa anaenda kuzitubia ili abatizwe kama Wayahudi wengine kwa hiyo Yohana akajaribu kumzuia kwamba no, no. No, no, no. Haistahili wewe uje ni kubatizwa mimi. Hawa nawabatiza kwa sababu wana dhambi, wanatubu. Wewe unatubia dhambi ipi? Mimi ndo mwanadamu naistahili wewe unibatize. Yesu akamwambia Yohana, siji unibatize kwa sababu ya kutubu dhambi, hapana, isipokuwa kuna sheria nataka tuitimize mimi na wewe kuna sheria nataka tuitimize. Ili tuitimize hiyo sheria, inanibidi tu nipite njia hii ya ubatizo, ili kwa ajili ya ile sheria. Ndugu <laughs> zangu, uh, nime, nimeona niazime hili andiko leo nilitumie kwa ajili ya mradi wa pai. Waanzilishi wa mradi wa pai ukisoma white paper vizuri utagundua kwamba hawakukusudia kabisa hawakukusudia huu mradi wa Pai upite njia hii ya listing kwenye exchange market. Waliosoma ile white paper wanafahamu kinachokizungumza, na wale ambao wajasoma basi ni aminini mimi kwa sababu siamjasoma, aminini nikiwambia imeandikwa kwenye white paper it was not intended it was not intended from the beginning, haikukusudiwa tokea mwanzo kwamba huu mradi wa pai upite kwenye listing ya hizo exchange platform, haikukusudiwa hivyo. Sasa kwa nini sasa hivi Pi Core Team walikubali, waliwalikubali kulisti, walikubali kulisti hii projecti katika hizi exchange platform? Why, why? <laughs> Hapo ndipo kauli ya Yesu inapokuja kwamba Yesu si mwenye dhambi, wala ha haikustahili yeye kwenda kubatizwa na Yohana, lakini kwa sababu kuna sheria, kwa sababu kuna kuna kuna sheria ilishatamkwa wakati fulani, Yesu anasema kubali hivi sasa kunibatiza, ili tuitimize sheria. Huu mradi wa Pi baada ya Dr Nicolas Kokkalis na na, na waanzilishi wenzake walipogundua kwamba tunahitaji kuuteka ulimwengu, tunahitaji kufanya ulimwengu wote ukubali kuitumia karensi yetu ya Pai kama karensi ya ulimwengu. Yeah, tunataka hii currency ya Pi ipokelewe na serikali mbalimbali duniani, ipokelewe na taasisi mbalimbali mbali za kifedha duniani, ipokelewe na makampuni na wafanyabiashara wote duniani, waitumie kama the medium of exchange kama currency itakayotumika duniani kote. Mm? Yes, a utility coin. Walipogundua kwamba njia pekee ya hii coin kupokelewa na kukubalika duniani ni wao kujifanya wajinga, ni wao kujifanya wapole, ni wao kujifanya watii wa sheria, wapite kwenye mkondo wa kawaida ili wapokelewe kama coin ya, ipokelewe kama coin ya kawaida ipite huu mfumo wa coin zingine, of course eh ipite kwenye njia hizo. Lakini tukitumia akili ya hali ya juu kwamba sio lazima tuende kwa kanuni za kawaida, lakini tupite njia ile, walipoona hiyo ndio namna pekee wakairuhusu Pi Coin, ipitie hiyo njia. Hiyo ndo lile neno la Yesu la kusema kubali hivi sasa kwa sababu ndivyo itupasavyo kuitimiza sheria yote. Kwa hiyo tayari ninajibu swali la kwa nini pai imepita kwenye exchange platform. Imepita kwa sababu that was a gateway. Hapo ndipo palipokuwa lango la kutoka kwenye ecosystem yetu, hmm? Kwa sababu tulikuwa kwenye kwenye ecosystem yetu, tulikuwa kwenye enclosed mainnet, tulikuwa mahali ambapo tumejifungia kama jamii ya pai na tume tambua karensi yetu ya pai, tunaitumia karensi yetu ya pai kwenye jamii yetu, kwenye ecosystem yetu, kwenye closed mainnet yetu. Sasa namna pekee ya pai yetu kuingia katika ulimwengu, ipokelewe na ulimwengu wengine, ilikuwa ni kupitia gate, kupitia lango la listing. Okay, sasa tusingeweza kuiruhusu ipite kwenye lango la listing, alafu tuipeleke na sheria zetu, tuipeleke na thamani yetu, tuipeleke na bei yetu, kwa sababu sheria zilizoko kule zinasema the moment, muda ule ule ulipoiruhusu koini yako iende kule, hutakiwi kwenda ku influence price. hutakiwi kwenda ku influence thamani unatakiwa ye, uiache iende kule soko liamue bei yake soko liamue thamani yake. Kwa hiyo ilibidi paikotimu wairuhusu coin eh, ya pai iende kule na waiachilie soko eh, waliachilie soko uhuru liamue bei au thamani ya pai kule sokoni. Sasa ndugu zangu, kwa wale ambao wana mashaka na GCV, wana mashaka na e, thamani ya pai ya dola laki tatu kumi na nne elfu mia moja hamsini na tisa Nataka niwaondolee mashaka uh, wakati Dr. Nicholas anahojiwa kuhusu e, coin ya pai na anahojiwa kuhusu thamani ya coin alitoa jibu lililonyooka, akasema thamani ya coin ya pai itaamuliwa au itapangwa na wana pai wenyewe ecosystem ya pai. Lile jibu liko hai mpaka leo. Alipozungumza hiyo kauli, alijua ya kwamba kile kitakachoamuliwa na ecosystem ya pai ndicho kitakacho prevail. Sasa thamani ya pai tayari ilikwisha amuliwa na ecosystem ya pai. Na thamani iliyoamuliwa na ecosystem ya Pai ni dola laki tatu kumi na nne elfu mia moja hamsina tisa Kwamba imefikiwa fikiwaje? Eh, huo ni mjadala wa siku nyingine, tayari tulishaufanya huo mara nyingi sana, unahitaji kurejea nyuma tulikotoka, mm -hmm, lakini mpaka hapa ilishakubalika kwamba na community ya Pai ilishakubalika kwamba thamani yake ni dola laki tatu kumi na nne elfu mia moja hamsina tisa na hiyo thamani ikawa imerekodiwa katika source code, katika miamala ile iliyofanyika eh, kwa ajili eh, ya eh, kuhifadhi katika source code ya ya blockchain ya Pi. Sasa ile tumeiita kwamba ni cryptographic value kwa maana kwamba ilitengenezwa katika blockchain ya pa ya, ya Pi, eh, ilitengenezwa kutokana na consensus katika makubaliano ya wanajamii. Yani ni wanajamii ndo wamekubaliana. Ile haikutokana na nguvu ya soko, haikutokana na eh, kwamba ni soko ndio limeamua ile thamani ya dola laki tatu, haikutokana na soko ku, kuamua kutokana na sentiments za soko, kutokana na supply, kutokana na demand eh, kutokana na utility. Hapana, ile ilitokana na consensus, makubaliano yani wale wenye Coin yao wale wenye karensi yao wakajadili wakapiga kura wakafikia hitimisho kwamba karensi hii iwe na thamani kiasi fulani. Kwa hiyo kutokana na ile consensus na wakairekodi, wakafanya miamala ya kuthibitisha kwamba wamekubaliana na ile miamala ikarekodiwa katika blockchain e, katika mikataba janja, sasa ile ndio maana tunaiita ni cryptographic value Dola laki tatu kumi na nne elfu mia moja hamsini na tisa Sasa labda tunabishana au nisitumie hilo neno, sio zuri, labda tuna tunapishana, wengine wakikata tamaa, wengine wakiwa na masuali mengi, kwa sababu hamjaelewa nguvu ya, ya ya ya mikataba janja. hmm? Smart contract, Smart contract inavyoendesha, inavyoendesha mambo katika ulimwengu wa blockchain. Hmm? Unapo rekod miamala, na tunaita miamala, sio lazima iwe ni fedha, lakini taarifa yoyote inayoingizwa katika blockchain tunaiita miamala. Unapo rekod taarifa, unapo rekod miamala katika blockchain ile miamala huwa inakuwa kama ndio, kwa sababu ni inakuwa decentralized, hakuna mtu mwingine anayekuja kuisimamia kuiongoza, kuielekeza. Kile mlichokiingiza mwanzoni inakuwa ni kama programming ndio inayoongoza sasa matendo mengine yote yatakayoendelea from pale itakapozinduliwa. Kwa hiyo ile miamala iliyorekodiwa mwanzoni ikatambua thamani ya GCV ya dola laki tatu E, katika blockchain ya pai e, izile, I mean, zile dapps zile application yale makampuni ile, ile, ile, ile miamala mingine yote itakayokuja kufanyika kule mbeleni baadaye e, katika katika katika hiyo hiyo blockchain ya pai lazima itafuata mkondo wa hiyo GCV kwa sababu ndio ambayo tayari ilikuwa imeshaingizwa kwenye source code. <laughs> Lakini sasa tunasema hiyo e, ilikuwa ni consensus value, ni thamani iliyotengenezwa kwa makubaliano, na hiyo ilitengenezwa na jamii ambayo ilijikusanya ikajiweka kwenye a space inayoitwa blockchain space e, kwenye hiyo nchi ya kufikirika ikawa na makubaliano ikawa na maamuzi ya pamoja ikawa na nia moja ikawa na, na, na, na uamuzi mmoja wakakubaliana kuhusu thamani ya karensi yao. mm -hmm. So that is the consensus value. Ilikuwa rahisi kukubaliana hivyo kwa sababu ni jamii ambayo ilikuwa inaweza kujiorganize ikawasiliana, ikazungumza, ikafanya vikao, ikapiga kura, ilikuwa ni jamii ya hivyo. Kwa hiyo haikuhitaji eh, nguvu ya soko ndio iamue thamani ya karensi, waliamua kwa mapatano, kwa makubaliano. Sasa baada ya hapo, kipindi hicho tulikuwa tunakiita enclosed mainnet, maanake tulijifungia sehemu yetu, tulijifungia mahali petu, tukafanya hayo maamuzi e, tukarekodi hayo maamuzi yetu kwenye blockchain. Sasa baada ya hapo, changamoto ikatokea kwamba tunataka sasa karensi hiyo tusiitumie peke yetu mm -hmm. Itumike duniani kote, yani hiyo currency ya pai itumike duniani kote. Sasa kama tunataka itumike duniani kote it, hiyo currency itaendaje duniani? Itatokaje kwenye itatokaje kwenye ecosystem yetu itatokaje kwenye enclosed mainnet yetu itatokaje kwenye jamii yetu sisi wanapai, wana pai iende duniani kote, ili itumiwe na walimwengu wote.